wa barakatuh ndugu zangu ambao mnatazama kupitia kamera zetu za Alhuda TV Burundi. Ni kweli Ramadhani inabakiza siku chache sana ili iweze kumalizika, lakini tambua, yule ambaye anayetenda kheri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ulipwa mara mbili, sawa na nia, na nia nia aliyokuwa nayo. Niendelee kutoa wito kukuonesheni kwamba tuko tunajenga sehemu ya kuoshea maiti Imo tena tuko tunajenga sehemu ya kuoshea maiti kwa ndugu zetu ambao wanaopatikana vijijini. Alhamdulillah. Tayari ripo kama unavyoiona nimeshaweka, lakini kadhalika niko katika harakati, mafundi hao wako wanapima sasa kutengeneza sehemu ya kiosheo kwa ajili ya kuweza kumstiri na kuweza kumoshea ndugu yetu Muislamu. Nitoe wito kwa Waislamu ambao wana nia ya kutia nguvu kupambana Hizi ni sadaka za mama yetu amejitolea, lakini bado nawe nafasi yako, unaweza ukaingiza sadaka yako kupitia kibaraza, unaweza ukaingiza sadaka yako. Sasa yote haya tunatia nguvu za pamoja. Simenti hizo hapo, alhamdulillah. Bado naona ofisini tunajitahidi sana ofisi yetu si inapatikana hapa Kinama Katibu Krasazi, barabara ya pili namba 75. Mtu anaweza akasema mimi na simenti yangu, mimi na karo yangu, mimi nina nina la kwangu lolote, ili mradi na wewe heri yako iunganishwe katika hiyo siku ambayo tunakusudia kulikamilisha zoezi letu. Namba ni hizo hapo, unaweza ukachangia za Alimikashi, jina litatoka hapo ni Hamza Mahane, kodi itatoka hapo ni Alimikashi, jina ni Hamza Mahane lakini kadhalika, kupitia namba zangu hizo hapo za WhatsApp, tunaweza tukaongea basi, ukanunua rulo zako mbili tatu za sanda. Siku tumemaliza kujenga kupitia nguvu ya sadaka ya mama yetu, na we nikakuingizia rulo yako moja, atafungwa maiti na inaenda rulo yako chini ya ardhi. Amini ile rulo itakuja kusimama siku ya Kiama kuonyesha wema ambao umefanya ndugu zetu ambao wametangulia kaburini. Hii ndio swadaka jariya kubwa ya kuweza kuwatolea, kujenga msikiti, maji, lakini sehemu kama hizi za za kuoshea maiti, angalau li mradi tu katika hii swadaka jariya. Tukichangia sote kwa pamoja, tunaweza tukahakikisha na kutia nguvu za pamoja, iftari kwa ndugu zetu na wao kuwakumbuka hivyo hivyo. Yote kwa yote, Mungu atubarikie. Naendelea kusambaza na video clip zetu kwa utaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumiki adini Al Huda mwongozo wa jamii.